Maelfu ya wafuasi wake wamemiminika katika msafara wa Bobi Wine alipokuwa akizunguka viunga vya Kampala kwa mara ya kwanza tangu alipothibitisha kuwania urais kwa mara ya pili. Mamia ya polisi na wanajeshi waliojihami kwa silaha nzito wameimarisha ulinzi kwenye mikutano hiyo huku akitumia gesi ya kutoa machozi kuzuia baadhi ya misafara. Mwanasiasa huyo alianza siku yake katika gereza la Luzira lenye ulinzi mkali nje kidogo ya jiji hilo ambapo maafisa kadhaa na wafuasi wa chama chake cha National Unity Platform NUP wakiwapo eneo hilo. Akizungumza na wafuasi wake, Wine ameapa kumwondoa Rais Yoweri Museveni huku akipeperusha mabango na maua ya rangi nyekundu na nyeusi ya chama chake. Tunakuja hapa lakini sio kwa siasa za kawaida, tunakuja hapa kuomba kura yako, lakini sio kura ya kawaida. Tunakuja hapa kwa sababu tuko kwenye kile kinachokiita mapinduzi, lengo letu kuu la kumuondoa Museveni kwenye kiti cha urais. Mwanasiasa huyo amewataka Waganda kuungana kufanya mageuzi ya kisiasa kwa mustakabali wa maisha yao na vizazi vyao kwa miaka mitano ijayo. kwa miaka ita ijii katika miaka mitano iliyopita hakuna mtu anayeweza kusema maisha yake hayakuasiliwa na siasa. Kwa miaka mitano iliyopita, tumejifunza kuwa kila kitu kuhusu maisha yako kinaamuliwa na siasa, na wananchi tunaowapigia kura ndio wanaoamua. Tunajua hata mfukoni mwako huamuliwa na siasa pia. Urefu wa maisha yako unaamuliwa na siasa. Tunafahamu ingawa kura ni siri ya kila mpiga kura lakini Enoki Anguyo mfuasi wa Bobi Wine mkazi wa Kawempe ameweka hadharani kuwa atamchagua kijana huyo mwenzake kuwa rais wa nchi hiyo. Kinachonileta leo ni kwamba rais wetu Robert Kyagulani Sentamu anatembelea Kawempe yalipo makao makuu na anafanya kampeni hapa. Nimekuja kusikiliza ujumbe wa mabadiliko na kutekeleza yale anayotufundisha. Bila shaka nitampigia kura kwa sababu yuko kwenye njia sahihi, na zaidi ya hayo, anaahidi Uganda mpya yenye mawazo mapya, na Uganda mpya ambayo imetoa fursa ya kuzungumza kwa uhuru. Hiyo ndiyo Uganda mpya ambayo anatuahidi. Changamoto ya ajira imekuwa mwiba mchungu kwa vijana wa Uganda, hali inayomsumbua Hasifa na Lumasi, mfuasi wa Bobi Wine anayeamini atatatua changamoto hiyo. Nimemuunga mkono Bobi Wine kwa sababu hizi, wakati sisi wanawake tunapotaka kutafuta kazi tunadaiwa kulipa ada ya kujuana kwa hivyo ninachoamini ni kwamba Bobi Wine akiingia mamlakani ataleta mabadiliko na hatutalipa ada ya kuunganishwa ili kustahili kupata kazi. Bobi Wine, msanii wa muziki wa kizazi kipya mwenye umri wa miaka 43, aliyegeukia siasa, amekuwa maarufu miongoni mwa vijana wa Uganda. Hata hivyo, anakabiliwa na siasa kali zinazoongozwa na Rais Museveni mwenye umri wa miaka 80, ambaye anataka kuendelea kusalia mamlakani. Bobi Wine alishindwa na Museveni katika uchaguzi wa mwaka 2021 ambao ulidaiwa kuwa na ukiukwaji wa sheria na vurugu kutoka vikosi vya usalama. Mtoto wa Museveni na mkuu wa jeshi la Uganda, Jenerali Mohozi Kainerugaba, ametishia kwenye mitandao ya kijamii mara kwa mara kumkata kichwa Wine. Mwaka jana, mpinzani mwingine wa Museveni, Kizza Besigye, alitekwa nyara katika nchi jirani ya Kenya na kurejeshwa nchini Uganda ambako anakabiliwa na kesi ya uhaini. Mimi ni Sauda Mkalokota FM.